Sisi ni ndege wa rangi moja, tunapaswa kuruka pamoja. Kwa hiyo, niombe sana ndugu zangu, iwe kwa madiwani, iwe kwa wataalamu, tuko katika safari moja. Maandiko yanasema msigombane gombane njiani, wala tusichimbiane chimbiane mashimo njiani, ukitarazia mwenzako adumukie. Kama kuna mahali unaona mwenzako anaenda kudumukia kuna nafasi ya kumwelekeza, kuna nafasi ya kumshauri, kuna nafasi ya kumwonya, kuna nafasi mengi ili angalau asidumbukie kwenye shimo hilo, kwa sababu atakapodumbukia kupata ajali hakuna faida atakayopata. Kwa hiyo niombe sana, turuke kama ndege wa rangi moja, tuwe halmashauri yenye upendo, halmashauri yenye shirikishwaji, inaamini ya kwamba katika mkurugenzi huyu wataalamu wote wanafikika, na ninyi wataalamu, madiwani hao wote wanafikika. Kwa hiyo sisi tunajenga nyumba moja, hatupaswi kugombania vito, bali tunapaswa kushirikiana, tuijenge nyumba yetu ikamilike vizuri. Kwa hiyo ndugu zangu, niombe hayo pia muyazingatie, lakini niseme mambo mawili tu ni yaache hapa leo. Mkurugenzi umeona amefanya vizuri katika mapato halmashauri. Waheshimiwa madiwani, ni mapato na sisi waheshimiwa madiwani, kwenye kata zetu, kama kuna chanzo kimeorodheshwa cha kuipatia halmashauri mapato, tukisimamia vizuri, tusiwe vikwazo vya kufanya vile vyanzo visifanye vizuri, maana yake ile asilimia arobaini ya miradi ya maendeleo hatutaifikia au ile asilimia kumi ya miradi ya vijana, akina mama na wenye mahitaji maalum haitawafikia. Kama endapo atakusanya vizuri kwao, niombe sana mkurugenzi, kwenye eneo hili ukaze soksi sana wewe na wataalamu wako, fanye hima. Halmashauri yetu miaka yote, rasi ni shahidi, waga tunafikia asilimia zile za kihalmashauri hatujao kuwa chini ya asilimia themanini. Tumewahi kuvuka lengo, Mheshimiwa Ras, tumewahi kuvuka lengo tukafikia asilimia mia moja plus, na niombe kwa mwaka huu wa fedha ishirini na tano ishirini na sita halmashauri yetu ikiwezekana tufikie malengo hayo. Lakini jambo la pili, kuangishie rasi, maelekezo yako ushauri wako tumeupokea, na kama baraza tutasimama na nao kama mwongozo na maelekezo ya wa kufuata, kwa kuwa wanaiwazia mema sana halmashauri ya Manispaa Singida itoke kwenye manispaa ielekee kwenye jiji na kushukuru sana sana sana, namfikishie salamu wetu wa mkoa ambaye tumeanza safari ya 2530 Baraza la Manispaa ya Singida Mjini, tutachapa kazi, tuitekeleze vyema ilani ya Chama cha Mapinduzi. Aafikishie salamu zetu, mwambie ushirikiano wake tuna utambua sana sana sana, na sisi namkaribisha kwenye baraza letu, Mheshimiwa mbunge wametokana na sisi, tunakufahamu vizuri sana na mimi nichukue nafasi hii kwa niaba ya baraza hili tukupongeze sana sana sana kwa kuchaguliwa na wananchi wa Singida kwa kura za kishindo. Sisi kama baraza, tuna imani kubwa sana na wewe kwa namna ulivyoyasimamia maendeleo ya Singida, mjini manispaa hii ulivyokuwa kusaikimea, leo umekuwa mbunge. Hakika tunaona manispaa yetu kusogea mbele na tunakutakia kila laheri, na tunaamini ya kwamba watakuwa natatia mrejesho mzuri kutoka bungeni kwa mustakabali wa wananchi wa Singida, kwa sababu tunakuamini sana katika utendaji kazi wake.